Tumekuwa hapa kama wanalika wa achidikonari yote ambayo inatengenezwa na parokia sita, six parishes uh, ambayo ilikuwa ni summit ambayo tulikuwa tumealika wanarika wote na ili tukaweze kufunzwa mambo kadhaa na kujipanga kama achidikonari na, na programu ya hii mwaka na kuendelea mbele. Hiyo mambo imezungumziwa, itakuwa inaangaliwa kwa makini zaidi ili kusikue na mwanya kati ya wanarika na kanisa na ili kanisa la Mungu liendelea kujengeka kwa wanalika kuwa na karakta karakta ambayo inaweza onyesha uso wa kanisa, na ili mbapo mtu anakuwa na karakta jema, tutaanza kukua na responsibility ya watu ambao anaweza achiwa nafasi ya kuongoza kanisa na hata familia zetu na hata kujiongoza sisi wenyewe. E, tunapoendelea kuwa responsible responsible citizen and responsible

we want more of this because uh, it was a good opportunity to learn and uh, just to to, to be felt and to be filled again by the Lord and we are grateful for the AYO and the DIO for planning this oh my name is Prince Hegi from uh, Mount Kenya South ACK, Christ the King Ruaka we've uh, had um, very good youth um, summit and they attended so well in good numbers the trainings that we have undergone we are assured by the help of God our narika they are ready to take over and so to continue with the next generation so tumesoma mambo mengi tukafunzwa um, about um, the dressing cones tumefunzwa mambo mengi sana hapa kwa kanisa na tuna uhakika ya kwamba The Lord will walk with us na tutaondoka hapa we'll never be the same again. Kwanza ni kushukuru baba askofu kuturuhusu na kutupea nafasi tu kutu kunje Nyangwa, na pia kumshukuru uh, the vicar in charge venerable canon Doris kwa vile ameturuhusu tukue uh, Nyangwa leo tume host 153 it means 153 times 11 16 1683 11 means 11 achidikonari na wanja kuja wote, so it means tukitumia mbinu na tufanye mbinu mingi. Then uh, bere inaonekana wanarika ni wengi, but today we have realized there is a very big gap between hawa vijana na kanisa, lakini tumeweka mikakati ya vile tuta waleta kwa kanisa pamoja na tutakuwa watu wakubarikiwa. So ningependa ku encourage eh, wachungaji wale wengine na pia viongozi wale ambao wanasimamia idara ya vijana waweke mikakati ya kuleta hao wa watu pamoja. Because very soon wao ndio tutawapea uongozi, sisi tunaondoka. Na tukifanya yote, Mungu atatubariki. Uh, we have had all the youth and the church the connection there is a disconnect, but God will help us, tuende to, to tuk to tuone how to connect, na tutaweza kubarikiwa. Next time we shall add youth and the social media, na najua Mungu akitutoa pale tutabarikiwa. So asadeni sana vijana fili, mmejitolea na next time tukiwaita Nikuja hivyo tena. Yangu ni kusema asanti kwa kila kitu ime happen na hapa tumefurahia. Kwa sisi kama my youth tunasema asanti kwa our pastors na tunaweza penda siku kama hii jirudie tena. Ama aje, my youth? Amen. Kayo. Mashahidi wa Yesu. Thank you. And now, and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.